Asante. Wanatuuzia uh, nini hapa mandazi kwa shingapi? nomba Naomba nifungie shilingi 1000.

Niende kazini sawa. Ziisha nyumbani, unakuwa makini sawa? Unaelewa kabisa, pale ndani kuna vitu vya thamani sana sawa. Mimi wacha niende, kuna watu nataka nikaonana nao huku kazini. Tukubaliana tukutane mapema, nisamee kwa sababu leo sijanywa chai yako. Hamna shida, utaikuta chakula cha mchana nitakuwa nimeshapika. Kweli mm, mtajitahidi leo ni wai

Shemeji, samani kwa usumbufu. Shemeji yangu, unaponiona hapa, nimetokea kwa Jacobo, kuongea naye. Nimetoka ofisini kwake, rafiki yako kwa, hajataka hata kunisikiliza hata kidogo, kwamba mimi sistahili kusemewa. Mbona eh? rafiki yako ananifanyia hivi nimejaribu kubadilika lakini yeye ananidharau blaza. Kukupiga kuto kusamehe ni kwamba ni asila tu, ila blazangu anakupenda sana sana. Nampenda sana Jacob. Ndo maana kila siku nazunguka kwa mdogo wake kwako kwa ajili kwa yake ajue jinsi gani ninavyomthamini jinsi gani ninavyompenda, lakini yeye amenidharau. Kama nilivyokuambia blaza zangu anakupenda, na hata siku moja blaza hajainiambia habari za mwanamke mwingine zaidi yako. Blaza anakupenda, ni hasira tu, itaisha. Kwamba mimi sistahili kusamewa? Jamani, Mungu mwenyewe anasamee, kwa nini mimi sasa? Shemeji, kwa nini mimi? Mimi nani kwamba nisisamewe? Mi nani, nani? Shemeji, naongea maneno haya kwa uchungu kwa sababu ya Jacobo. Naitwa Sofia. Sofia, Mimi naitwa Bruno. Unajua wewe ni mdada mrembo sana mtoto, umeumbika, alafu una vitu vangu kabisa. Sofia, shape ulipo samani Sofia, tunaweza tukashare namba, labda nimetokea kuvutiwa sana na wewe tenaishia hapo hapo. Mpuzi mkubwa huyo! Hivi na wewe, kati ya wanaume na wewe ni mwanaume kweli? Wewe mwanaume unasuka mwanaume, kajua tu kadogo aka tu, umejifunika mwamvuli, na wewe ni mwanaume kweli? Wewe tena kabla ya kunisimamisha mimi hapo, itaki ujiulize mimi ni nani? Mazoea ya kijinga sipendi, nitakujazia nzi hapa njiani. Wewe mkaka, Sofia, ah, no, hapo kwa sababu ya kugombana. Halafu wewe ni mdada mrembo sana, kwa hiyo ukifoka kama hivyo haupendezi, Sofia haupendezi kabisa. Mimi nitakubadilisha hayo mavazi, uwe ni vitu vangu kabisa. Nisema ni mavazi ya kulimia hayo ndio umevaa, Sofia. Ila ukiwa na mimi amna kitu kitakachoharibika, Sofia. Mungu wangu, ngumu sana, sijui nitoka wapi. Nimekupenda Sofia, vipi Yaani tu nikikuangalia na kuona hoi hai, sijui hizo nguo umeazima wapi? Wewe ni mpuzi eti Sofia, Sofia, alafu mimi ni mke wa mtu! Mshenzi mkubwa wewe. Hebu nitokea Shemeji, kiukweli yote hayo yametokea ni kwa sababu ya hasira tu. sabla zangu anakupenda wewe sana sana. Mara nyingi nimekaa naye amekuwa akizungumza habari zako, kwamba yule mwanamke nampenda, nahitaji kumwoa funge naye ndoa. Sasa hapa naenda kuchukua maamuzi magumu, kwa sababu rafiki yako amenidharau, nimefika mwisho. Fikiria kwanza kwamba ukishajiua utamwacha bla zangu na nani? Kwa sababu bla zangu anakupenda sana. Labda kama nikijiua, atanipenda tena huko ya hela. Siwezi nikaendelea kukaa hapa duniani watu wakabaki kunicheka, yaani nahisi miti nanicheka. Sawa, so, nimekosea lakini nastahili kusamehewa, shemeji. Mi ndo nayejua ni kiasi gani laza anakupenda. Laza nimekaa naye habari zako kwa, ameniambia kwamba wewe anakupenda. Mbona kuna watu wanafanya ma mauaji, mbona kuna watu wanabaka watu, lakini wanasamehewa? Mi nani nisisamehewe, shemeji? Mi si binadamu? Kukaa kimya tambua nalo ni jibu. alikaa kimya vile, ni asila zote zile. Ukisikia nimekufa kwa sababu ya Jacob, ukisikia nimejinyonga kwa sababu ya Jacob. Shemeji, naomba nikuache. Ila ona sasa Jacob analeta mambo gani haya! Ona mpaka anasababisha, yaani mtu anataka kujiua kwa sababu yake. Lazima nifanye kitu. Uh, samani unaweza kuwa na taarifa zozote kuhusiana Taa, na huyu bwana? labda tangu ameondoka ni muda gani? <coughs>

Sisi ni jukumu letu kuhakikisha kabisa kwamba mteja wetu sisi anaenjoy huduma zetu, na ndio maana tunatoa huduma ya mkopo, lakini pia vile vile tunatoa elimu. Hii ni kama ofa, ni tofauti na ofisi zingine zote za mikopo. Sisi tunatoa elimu baada ya kukupa mkopo, ili tuhakikishe kwamba wewe mteja wetu unanufaika na haupati hasara kupitia mkopo tunaokupa, lakini vile vile tunakuwa tunajilinda hata sisi pia, kama jinsi tulivyokusaidia wewe, kama utojali, unaweza kuja kukopa mkopo mwingine tena. Nadhani kwa sababu ya uaminifu wako tutakuongezea mkopo, tutakupa zaidi ya kile kiasi ambacho tulikupa mwanzo, kwa sababu mpaka sasa wewe umeshakuwa ni mteja bora ama mteja ambaye mwenye mafanikio katika ofisi yetu. Unaenjoy life. Ya? Ila huyu bwana ni msumbufu sana, naomba huyu bwana tutajua namna gani sisi tunafanya weza, kama ikitokea amekuja basi utamjulisha kwamba mimi nimekuja hapa. Ah, salama. Niliamini mapenzi yetu yangekuwa hadithi ya milele, lakini sasa, kila siku imekuwa kama adhabu. Nilijaribu kupigania, niliomba msamaha hata kwa makosa ambayo sikuyafanya. Nilinyenyekea, nikavunja kiburi changu lakini bado ukusikia kilio changu. <laughs> Nimechoka, nimechoka kujieleza Jacobo. Kila neno nililosema lilikutana na ukimya wako, ukatili wako. Na sasa, na sasa ni kimya changu kitakachobaki. Lakini pia unajua kwamba shemeji yako pia hayupo, alikimbia madeni, anadaiwa nasikia, na mikopo huko, walikuja kumtafuta wa mikopo. <tos> <tos> <tos> <tos> yani kila kunapokucha anaamka na jipia. Kila kunapokucha anaamka na jipia. Yaani yeye, yaani stori za hapa mtaani ni za yeye tu. Lakini mwache akome. Kama ile mtesa dadangu, naye akome hivi. Ni kweli malipo ni hapa hapa duniani na, na analipwa. Eh, mwache muache apambane na hali yake. Ila nikikumbuka kuhusu dadangu, da Mungu tu amlinde huko pale. Atakuwa na amani tu. Mimi naamini yuko mzima wa afya na atakuwa na amani pia. <laughs> mambo mengine vipi? Safi tu, shoga yangu. Naona upo. Mimi nipo, nipo tu hapa. Yaani kila siku nakaa hapa, maana sina kazi hmm. So, unajua tena. Sawa, unazidi kupendeza hmm. Shoga yangu, siri yangu mwenyewe yeah. Nimechoka kujieleza Jacobo, kila neno nililosema nilikutana na ukimya wako, ukali wako, na sasa ni kimya changu kitakachobaki. <tula> <tula> <laughs> Kijuna, hiki nini sasa? <laughs> Eh? Heshima yangu iko wapi sasa ah? Wangali alivyokosa aibu umekosa aibu wewe dada, jamani k <coughs> Kijuna. Huyo <coughs> ndio mwanamke pekee sana ambaye ulitawala moyo wangu ambaye ulitawala hisia zangu, lakini leo nini unafanya? umefanya. Ulinifanya niamini kuwa mimi ni wa thamani, lakini sasa najiona kama mzigo kwako. Labda nikiondoka, moyo wako taturia. Jakobo, Jakobo, kweli kweli, mpenzi wangu. Nakupenda sana Jacob.